Jeshi la polisi mkoani Arusha linamshikilia Emmanuel Charles, mkazi wa wilaya ya Arumeru kwa tuhuma za mauaji ya binti mmoja mwenye umri wa miaka 17 ambaye jina lake limehifadhiwa, mkazi wa wilaya ya Arumeru mkoani humo. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Justine Masejo amesema mtuhumiwa huyo alitenda tukio hilo Machi mosi, mwaka huu kwa kumjeruhi marehemu na kitu chenye ncha kali na kisha kumbaka. Kamanda Masejo amesema marehemu alifariki dunia wakati akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru Arusha. Amesema upelelezi wa tukio hilo unaendelea na pindi utakapokamilika taratibu nyingine za kisheria Data Flow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika, kuwa hewani muda wote. Popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika Hello? ni salama na huunganisha kwa haraka, ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi Tembelea tovuti yetu www.data